Sasa hapo, hmm. Tumepoteza pointi mbili. Tunajua tunaenda kuzipatia wapi hizo so pointi ah, mbili. Yupo Simba. Simba hii ya jana. Kwani Simba lini imebadilika? Simba hii ya jana. Simba ya jana imekacheza na nani? Yaani mtu shangazi yake unasema Simba ya jana? Kuna shangazi yake. Simba na Mungu mtu na shangazi yake. Hapo unaniambia ti Simba ya jana? Yanga na Mbeya City bro. Nani? Yanga na Mbeya City hakuna mechi nyepesi hata siku moja. Ah. Katika mechi sita. Hmm. Yanga kashinda mechi moja Mbeya. Na Mbeya City. Sasa so, unaniambia hiyo. Hebu nikumbushe Mbeya City lini kamfunga Simba? Mbeya City lini tokea Mbeya City pande kamfunga Simba lini, na ugera chai tokea Mbeya City, tokea eh, toke na Mungu apande eh. Nitajie na Mungu lini kamfunga Simba na ugera chai ah, ah, we, we, we, we, we, kamfunga. Lini? Alishamfunga. Lini 2020. Subutu na, na, so, na kunywa mafungu, mafungu, mafungu hapa mpaka Mbagala. Alifungwa na Mbeya City hajawahi kufungwa Wadani, Namungo hajawahi kumfunga Simba Namungo wa Ruangwa walipata sare tu na, na Mat Simba. Tena akaenda kwa goli mbili mbili. Simba anaenda kuchomwa goli jioni. Na Namungo akifungwa na Simba anafurahi. Hata kocha jana hajamuona. Si ndipo kwenye gari tumeangalia mechi. Mwalimu anakuambia alitegemea kwenda kufungwa na Simba. Juma Mungu asikaongea jana, hamjamsikia. Anasema anajua Simba ni timu kubwa na anakwenda kushindana na timu kubwa. Na alisema baada ya dakika 90, njooni mmuulize matokeo jinsi yalivyokuwa. Baada ya dakika 90 na kujibu nini? Akasema ni ukubwa na quality imeamua. Wewe ndio mwalimu unazungumza. Hata si Simba ni kubwa? Babu, wale wale, jana lilichezwa pipa na funiko. Na lazima kila mtu atafurahia uh. Sisi tunajua pointi mbili tulizozipoteza hmm, wapi tunaenda kuzipata. Washangilie wafanyaji wajue pointi sita zetu wanazo. Wao walichokuwa na kiomba. Kama ingewezekana jana baada ya mechi. Kwa Yanga hili ambao mmecheza na Mbeya City, murudi hata uwanjani mlikuwa mnakufa nani? <laughs> Sisi tupo tayari kufungwa si? <laughs> na madereva bodaboda, sio Simba. Na hakuna shabiki wa Simba yoyote atakwambia anatamani kukutana na Yanga. Shabiki wa Simba ipo tayari kuomba kifo kuliko kwenda kukutana na Yanga. <laughs> Shabiki wa Simba ipo tayari kuomba kifo kuliko kwenda kukutana na Yanga. Sasa hapo mmeenda kuidharau, sio kudharau Simba hii ya Selemani Mwalimu ya nani huyo Selemani Mwalimu? wanapigwa hapo, si nacha ngawajamii. Selemani Mwalimu alikuepo? Sasa alikuwepo na akacheza, alikuwepo aliingia sabu, au sio? Selemani Mwalimu jana, si aliingia sabu, alicheza? aliingia sabu, weshe wangu, mpira utizami. Wewe unatuambia pale, si mchezaji gani hajakutana na Yanga? Budo alipewa nafasi nani leo? Budo. Budo goli mbili yupo, goli moja buda, tokeaje Simba Yanga ameshinda mara tano yeye yupo? Sasa unatuambia nani? Sasa uonje machungu wa, wa Yanga nani nitajie? Kwani si utuambie Simba bwana? hmm. Sisi, Simba tunajua kabisa, pwende tunaenda kupoteza Mbeya, tunaenda kuzichukua kwa Simba. Eti ni kweli, na nyinyi mlikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wa wakiimba na kusema ya kwamba kocha hatumtaki. Niliongea na nitarudia tena wanani viongozi wa Yanga hawawezi kusikiliza <laughs> wapiga kelele kwa yeah, sababu unapiga kelele, haujalipia kadi au hauna kadi, unaongea mwalimu aondoke. Sasa mashabiki wa Yanga, hey, basi mwalimu anapoondoka, maanake ma watu wanaenda kuvunja mkataba mwalimu ma, anapoondoka ma manake aje mwalimu mwingine, watu wanaingia mkataba na huyu mwalimu, afukuzwe kwa sababu gani? Swali so, langu mi lipo dogo kuuliza. Huyu yeah. Uh, mwalimu Fozi wanasema aondoke kwa sababu gani? Wanachokidai wao wanasema kwamba hachezi vile ambavyo Young Africans wamezoea. Sio Yanga, Yanga, so, anacheza kugombea vikombe? Wanagombea nini? Mwalimu kaja kashacheza mechi tisa za mashindano hmm. Katika mechi hizo tisa mwalimu sawa so, katoa suruhu mechi moja tena kaondoka na clean sheet ya mechi moja ya suruhu hmm. Mwalimu hajaruhusu goli, goli ni kwake mechi zote, mwalimu kashinda. Wewe unatuambiaje si mwalimu aondoke? Hadi tunaenda kwa mwalimu, viongozi wanaenda kumwambiaje mwalimu anamfukuza? Kwa sababu mwalimu mechi zote kashinda, kasuru moja. Kwa mfano wewe kiongozi unaenda kumwambia nini mwalimu? Africans hawajazoea hivyo, hawajazoea kupata pointi tatu, hawajazoea kushinda. Hawajazoea nini? Mimi kuulize swali dogo tu, kipindi anaanza kocha Profesa Nasir bin Nabi Young Africans ilikuwa inapata matokeo na mpira mwingi. Aa, si kweli, si kweli. Nabi alikuwa akishinda goli moja, timu inazuia. Kama kumbukumbu nayo kaangalia mpira wa Nabi. Nabi anapata goli moja, timu inazuia. Uh -huh. Pasi, pasi nyingi kaja, pasi nyingi yamekuja. Gamondi susha kaangalia mechi za Nabi. Hakuna soro mimi hapo nitakuwa. Huyo huyo Nabi au ka huyo Nabi, ndio ambaye wakati mnaelekea amba mpaka hatua ya finali. Sawa, tunashinda goli moja au mbili tunazuia ah. Nabi anazuia na kusubiri wakuja na piga counter attack. Kaangalia mpira wa Nabi. Pasi kaja kuleta nani Gamondi, Saidi, na kocha aliondoka Abdi, ndio aloleta pasi kama shabiki wa, ya, wa Yanga anakuambia tu tupo, tupo Nabi, tunapiga pasi huyo mpira bado hajapenda kimina Nabi anaongoza na wao mashabiki wa Yanga, Nabi kipindi anachukua yupo Yanga walipiga kelele aondoke, sio wao, viongozi uh -huh. Wakakosa kuwasikiliza wakaendelea kubaki na Nabi, baadaye wakaja kushangilia. Ila mashabiki wa Simba wanasema mmwache, mkutane naye tena. Shabiki wa Simba, hakuna mtu anaongea kiunafiki leo. Ni apendi shabiki wa Simba, anaongea vile kusudi si tumfukuze. Sababu Fauzi kaja tukawafunga Simba Unaongea nini sasa? Nakwambia na, fozi kaja ka tukawafunga Simba, sasa kuna mtu wa Simba atampenda fozi ha, eh? kuna mtu wa Simba atampenda fozi uzuri. Viongozi wa Yanga labda ni kuambieni, hawasikilizi ha, hawafati maamuzi kutoka kwenye mitandao hii, nakugeeni na nene mkasikilize. Na uongozi wa Yanga hawaendi kutoa maamuzi kufata ndani ya mtandao kutapofika kama mwalimu aondoke ataondoka. Kama bado mwalimu ataendelea kubado, ila mimi nakwambieni mwalimu mm. bado yupo yupo sana mwalimu bado yupo yupo sana. Sasa kama mwalimu mw kadoa suluhu mnamwambia, watu wanasema aondoke, benge naye aondoke kwa sababu mwalimu <laughs> aenda kaenda kudoa suluhu Mbeya, sawa? So, uh -huh. Kilomita mia nane na hamsini kutoka Dar es Salaam mm -hmm. kilomita mia nane na hamsini mm -hmm. Mwalimu wa Yanga akaenda kufanya ye kutoa suluhu. Mechi ya ugenini, ibenge akaenda kutoa suluhu sawa, hata kwa miguu. Dar es Salaam kuna ugenini? Dar es Salaam haina ugenini, Dar es Salaam bwana. Historia gani? Mwaka gani? Wewe si upo mwaka huu. Mwaka huu, jana. Sisi tutakwenda Bwana, wewe mimi sikupata majonzi mimi nilipata ajali. Kuna majonzi na ajali siushanlewa? <laughs> wayomawaja madangu na uliuliza hapa, kwa hiyo nawazamu wamtimue mwalimu katoa sare. Sasa ibenge professional, kwa hiyo huyu sio professional. Kwa hiyo ibenge professional katoa sare abaki mwalimu wa Yanga sio professional katoa suluhu aondoke. Sasa, sasa na solo, kwa kwa nini mlikuwa mnaimba mkidai kwamba sio mimi mashabiki wa soli pakadi walioimba wasiolipa kadi mtu mwanachama wa Yanga anaolipa kadi hawezi kwenda kusimama kupiga kelele mwalimu aondoke. Mwalimu hajapoteza mechi yoyote anaondokaje? Na mpira una matokeo matatu, mpira kuna kushinda, kuna kufungwa na kuna hmm, kusuluhu. Sasa Yanga hajafungwa, wewe mshabiki unataka mwalimu aondoke, anaondoka kwa nini hivyo? Uongozi huo ndo anaenda kusubikwa, uongozi ndo anaenda kumwambia mwalimu, vipi tunavunja mkataba, mpira mbovu atushindi Aune na kuvunjaje mkataba? Bado tuulizane mwalimu ukaingia mwalimu mechi mbili mfululizo. Mimi nikuulize mwalimu wa Yanga alipokuja Yanga akaambiwa tunataka ushindi na vikombe au kaambiwa tunataka pasi? Nimekuuliza swali mnashindwa kunijibu. Mwalimu wa Yanga alipokuja Yanga aliambiwa tunataka ushindi na, vikombe au kambia tunataka pasi? Tunataka mpira na makombe. Hakuna mwalimu anaingia mkataba mpira mzuri duniani hamna. <gibili> <gibili> Kanitafutieni, ha kuna mwalimu kaingia mkataba eti tunataka mpira mzuri? walimu wanaingia mkataba tushinde, uh -huh. na tuchukue kombe la. na mwalimu wa yanga kafanya asilimia themanini lakini la. la. la. Sawa, hata kama unasema mpira sio mzuri, lakini nice. kuna aina uchezaji ambao unavutia sana, hata kama mtu yuko nyuma au wanasubiri kumvizia mwenzake kwa namna moja au nyingine <laughs> lakini kwa sasa hivi Yanga tuoni watu wameona, dakika za mwisho wanacheza butu butu. Hapo hapo ni kujibu hawa Yanga wanakuambia hatuchezi mpira wetu Yanga wamependa juzi, wanacheza butu butu wanakuambia. hawa wanakuambia Yanga hatuchezi mpira wetu Yanga wamependa juzi ha, Yanga, mpira pasi kaja kuleta, nimekwambia nyuma kina Simoni Msufa kina Mlishongasa hmm, sisi mipira yetu ndio hii tunacheza, inapigwa namba saba, hmm, namba kumi na moja atu kati wanagombea, tunashinda sushalewa, umeelewa nani? Hmm, hakuna anaorudi kwa muda huu, nataka nikwambie tena haya, hmm, maneno ya mtandao mwalimu Fozi haiwezi hmm, kutokea ikiwa mwalimu anaondoka, mimi nitakwambia mwalimu anaondoka. Na kurudia tena akiwa mwalimu mimi nitakugeela elfu ishirini ii weka, kama mwalimu ataondoka mwezi wa kumi, na mimi nakugelela. Kwanini kushusha mashine gani? wanaenda kuchukua mtu mzee, kukimbia hawezi kodi. Yupo mzee ikifika wakati nitamsikia na ndio, ah, eh, yupo Dar es Salaam hapo anaogopa kumtangaza kwa sababu huyo, yule aliyekwepa kupita, hawezi, hawezi kumchukua kocha yoyote aliyopita Yanga kwenda kumchukua wao. Na nakurudia tena hawawezi kocha yoyote aliyopita Yanga kwenda kumchukua wao. Yule anayesemekana yuko Dar es Salaam na yuko tayari kwa ajili ya kumalizana na Simba. Na Simba. Eh, Maana yupo Dar es Salaam na Simba. Njoo chukue elfu ishirini akisaini Simba. Nasri Nabi nakuambia tena, Nasri Nabi akisaini Simba eh, ndio achukue elfu ishirini. Kaja kufanya nini unafikiri? Nasri Nabi ikiwa alikizwa na anakuja hapa kwa Nasri Nabi, ndio anaanza kuja leo Mwezi wa 12? Nasri Nabi si yupo hapa na, na, na Jangwani alikuwepo. Kwa hiyo Nasri Nabi sisi kama tujaenda Mbeya, akaenda JOCM, akakaa na JOCM, wewe karudi, anatembea anaenda kusaini Simba. Basi goli nane. Unasema goli nane Nimekwambia aje akitua Simba Nadi yeah, au Gamondi goli nane. Hii weka na clip iweke. si no. sisi, sisi tuondoka atuondoki mm. na chuki na makocha wetu. Nadi ana kadi Gamondi ana kadi. Eh? Nadi ana kadi Gamondi ana kadi. Mbona kama mnawashtua hivi? Sio tuwashtui. Kama uongo watoke hivyo wao wafate wa makocha waambie. Mm. Sisi vasafaidu kocha kisha kuja mm. Anaendelea kwa wetu sisi hata kama akiondoka. Kwani sio dawa zako zile utamuudiza bundi? Eh. Sio haja akaongea hiyo na kadi wakacha. Neno lako kwa uongozi baada ya kelele zile unawaambia kitu gani hasa kwa kumalizia? Uongozi wa Yanga mimi ushauri wangu mmoja tu. Wasisikilize mashabiki. Hmm. Hawa mashabiki, wali, kipindi, nasema, bia, okay. Baada, engineer, hawa mashabiki kuna kipindi walikuwa wanasema Nasreddine Nabi aondoke. Baadaye injinia, uendelee kubaki naye. Hawa mashabiki waje kumshangilia. Hmm. Kwa hiyo wasisikilize kelele ya mashabiki. Yoo yo, sisi tumemweka uongozi. mm -hmm. Aendelee kufanya uongozi. Yanga inachotaka sio mashabiki. Shabiki ndani ya Yanga, yeah. kazi yake mbili tu, kushangilia na kuzomea basi. Shabiki ndani ya Yanga? Shabiki kazi yake mbili tu, yeah. kushangilia na kuzomea basi. maamuzi anapata wapi? Sio mwanachama? Maamuzi anae mwanachama. hujua Yanga, yeah. Inaendeshwa kikatiba na Yanga. mm -hmm. Yanga iendeshwe kama timu ya mtaani vile. Yaani shabiki atoke huko aseme mwalimu aondoke, hapo mwalimu afukuzwe. Kama unataka mwalimu aondoke, kalipie kadi. Ukishalipia kadi, ukishalipia ya Yanga utakuwa na mamlaka kuongea mwalimu aondoke, sio shabiki tu unaenda mwalimu aondoke. Yaani uongozi waende kumsikiliza shabiki? Baada ya mwanachama tutamwonesha mlango wa kutokea. Injinia, shukrani sana. Asante.